Usiishi na Mungu kwa mazoea, pia usiishi na mtumishi kwa mazoea. Hapa ndo mnachelewa wa Kristo na walokole imesemaje? Unajua, atakuja tu, atahubiri, atakuja tu atasema atakuja tu. Kilichowagharimu watu wengi katika hii dunia ni kuishi na Mungu kwa mazoea na kuishi na mtumishi kwa mazoea. Na binti yangu mmoja alikuja katokea sehemu za mbali kidogo, akaniambia mtumishi wa Mungu, natamani moja, mbili, tatu. Swali la kwanza nilomuuliza, unamwamini Mungu? Akasema ndio. Je, unaniamini? unaweza kumwamini Mungu alafu simwamini mtumishi, haupokei. Haupokei. Akasema mimi na kuamini. Nikaambia iwe kwako kama utakavyo, akapona. Hana muda na mimi hapa na amepata kazi sazungumzakazii sasa, ananiambia pastor, nataka nije nishuhudie, niseme ambayo Mungu amenitendea. Nina ushuhuda pastor, mimi nilikuwa nateseka, naumwa, nina ushuhuda. Nikiambia mama yangu, Mungu atakutendea mema. Hauhitaji siku mbili hapa ndio uponyeke, hauhitaji mwaka mzima ndio upokee, unahitaji kumwamini Mungu na kumwamini mtumishi. <laughs> siaz ishi na mtumishi wa Mungu kwa imani, utapokea. Ishi na Mungu kwa imani, utapokea. Kwa nini? Mimi nakuja na matilio yako, mimi nakuja na majibu yako kila siku hapa, ya kiuchumi na nayo ya afya nakuja nayo, kila kitu nakuja na nacho, kila kitu hakuna mtu kitu ambacho Mungu anachanao. Nakuja na mafundisho ya kiuchumi, kifamilia, kinini, kila kitu nakuja nacho. Ndio maana nakwambia, ukibaki nyumbani wewe mm -hmm. unaweza kuchukua dafta yako kapitia. Kuna siku nyingine acha kuomba chukua daftari pitia de soma ulojifunza, utakumefika mbali zaidi. Haleluya, Mungu anasifiwe. Amen. Kabla sijaanza kuwafundisha amri kuu za Mungu, nataka niwape angalizo. Unajua, kuna hii dunia ngwani ndicho ne... kinacho ndicho dunia inafanya ndicho watu dunia unafanya yaani kama unajiuliza ni kweli